anaishi kwa amani inalindwa katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wa salam anasema, atakayemuua mtu aliye chini ya ulinzi, mtu huyo hataisikia harufu ya pepo. Sahihi Bukhari hadithi ya elfu tatu mia moja sitini na sita. Kumuua mtu asiye na hatia ni dhambi kubwa mno katika Uislamu, ni kuvunja moja ya haki kuu alizopewa mwanadamu na na Mwenyezi Mungu, haki ya uhai. Hizo ni nasaha zetu kwa mujibu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad SAW katika maeneo hayo ya e, uwizi wa kura na katika maeneo hayo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mauwaji. Tamko letu. Katika sherehe za kuapishwa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 3 mwezi wa 11 2025, amekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu. Viongozi wa kanisa Tanzania wamekiri kufanyika mauaji hayo. Waislamu wenye macho ulul albab Tanzania pia wamekiri kufanyika mauaji hayo vilevile. Waangalizi wa uchaguzi wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC, umoja wa Afrika AU na umoja wa Ulaya EU wamekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania na sheria za kimataifa, waliouliwa ni watu wasiokuwa na hatia innocent, mpaka pale mahakama itakapothibitisha makosa yao. Kwa muktadha huo, moja, tunalani vikali mauaji ya watu wasio na hatia waliouliwa katika uchaguzi mkuu 2025. Mbili, mbili, kwa huzuni kubwa tunatoa rambirambi kwa familia na ndugu wote wa raia na wengine waliopoteza maisha katika mashambulizi na ukatili uliofanyika katika kipindi cha uchaguzi. Tatu, tunasimama kwa mshikamano na ndugu wa marehemu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Nne, mioyo yetu imejaa huzuni lakini pia imesheheni matumaini makubwa kwamba haki, amani, utu na ubinadamu vitarejea Tanzania. Tano, tunalani uharibifu wa mali za raia wasiokuwa na hatia katika uchaguzi huo. Sita, zoezi la kuhesabu kura katika vituo vingi halikufanyika kabisa. Mawakala hawakupewa nakala za majumuisho ya vituo. Nakala ya majumuisho haikubandikwa nje ya kituo. Nyaraka za majumuisho ya vituo hazikujumuishwa kabisa katika kata. Majumuisho ya kata hayakufanyika kabisa katika jimbo. Tunalani ufisadi na ulaghai huo mkubwa uliofanywa na mamlaka za dola katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba 29, 2025. Saba, tunashauri viongozi wa dini, viongozi wa staff wa serikali na taasisi za haki za binadamu waombe kukutanisha serikali ya CCM na wapinzani wake kujadili mustakabali wa taifa Nane. tunashauri serikali ya CCM itoe haki kwa watanzania kuandika katiba mpya ya taifa lao. Tisa. kwa sauti kubwa kabisa tunakataa kupongeza uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani uliofanyika Tanzania mwaka huu. Kumi. tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki taifa letu la Tanzania lifikie katika uhuru, mshikamano na amani ya kweli. Asanteni sana.